Chama cha ODM sasa kinasisitiza kuwa hawatasalia tena katika upinzani na hivyo kinaweka mikakati ya kuhakikisha kimesalia uongozini kama chama au muungano wa vyama. Wakizungumza katika uga wa Gusii kwenye hafla ya kusherekea ama kuadhimisha miaka ishirini ya chama hicho, viongozi wa Chungwa wakiongozwa na manaibu wa kinara wa chama hicho, wameapa kushirikiana hadi mwaka 2027 na, na serikali ya Rais William Ruto. Nasema, oh, hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Ebu waulize, hapa ni wapi? Nimeambiwa hapa na waledama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka nichochee ni ndugu yangu wa Mombasa, mkutano utakija Mombasa, ikuwe kubwa kuliko hii na mimi nataka kuambia maneno vile Baba Raila Molo Odinga amesema kwa sasa, mpaka mwaka 2027 tunasema sisi tuko ndani ndani ndani ndani ya broad base government. vile alitia sahihi ile MOU ya broad base. kutokana na MOU hilo ndipoza tunaona uiano, ndiposa tunaona amani katika nchi yetu. Kiongozi wetu ambao tunamfuata anaitwa Raila Amolo Odinga. Baba akisema left, tunaenda wapi? Na akisema right, tunaenda wapi? Na akisema fire, tunafanya nini?